yao mahubiri anasikiliza tu kama enjoyment fulani, kama ni sehemu ya kujiburudisha, ni sehemu ya kusema ah, ukweli ni mimi naimarika na mahubiri au mhubiri, lakini yanabadili nini kwenye maisha yake? Hana shida hiyo. Mimi napenda mahubiri ambarikiwa ya Mungu, yaani wewe mtumishi, kwa kweli unanibariki, una mahubiri yako, lakini yakishakubariki unafanya nini? Yakishakubariki una, yanabadili nini kwenye maisha yako? Yaani mimi ya ananibariki, unajua wewe unahubiri ukweli, yaani unaubidi ukweli yani, una, una, au wewe aupepezi macho. Wewe sio mwoga yani, wewe umenyoka ndo eh? macho nachompendea, barikiwa barikiwa, amenyoka sio mwoga eh? ya haleluya, mtu wa Mungu, mungine, nasa, Mungu mm. ni wakati mwingine na saa nyingine ambayo Mungu amenipa neema nijeniseme nawe leo nichambue title tito hii. Asilimia kubwa ya watu hawana na hawatakuwa na hatua kubwa kwenye wokovu kwa sababu ya kiburi ambacho hata wao wenyewe hawajui kwamba wana kiburi, au kwa sababu ya kiburi ambacho hata wao wenyewe, ukiwaambia una kiburi, wanakushangaa. Na kiburi kipi? Wapi? mimi ndio kuwa na kiburi? Enewe toto hii inaweza ikakuchekesha sana, lakini nataka nikujulishe kwamba ibada na kazi ya mahubiri yalikuwa ni kumwelekeza au kumwagiza mtu ambaye anataka kwenda eneo fulani. Sasa iko iki watu wengi kwanza <laughs> na kuchambulia siku nyingine, lakini leo leo ngoja nichambue sehemu ya kwanza hiyo. Nasema nakuchambulia sehemu nyingine siku nyingine, ni kuhusiana na watu e, yani kuwa Injili au mahubiri anasikiliza tu kama enjoyment fulani, kama ni sehemu yani ya kujiburudisha, ni sehemu ya kusema ah, kwa yani mimi naimarika na mahubiri au mhubiri, lakini yanabadili nini kwenye maisha yake? Hana shida hiyo. Mimi napenda mahubiri ambarikiwe, mimi <gibu> yani wewe mtumishi, kwa kweli unanibariki, una, una mahubiri yako, lakini yakishakubariki unafanya nini? Yakishakubariki una yanabadili nini kwenye maisha yako? Yani mimi ya ananibariki, unajua wewe unahubiri ukweli yani unahubiri ukweli yani una yani wewe si, aupepezi macho wewe sio mwoga yani wewe umenyoka eh, ndio mimi nachompendea. Barikiwa, barikiwa. Mnyoka sio mwoga eh, ndio mimi nachompendea. Mabembe ndio mimi nachompendea. Gwajima sasa mtachambua siku nyingine eh, kwamba wengi mnakuwa mnasikiza mna mahubiri kama tu ni, ni enjoyment, lakini wewe unachozungumza akiko mbali sana na hicho, ila baada nichambue kwamba mahubiri au Injili ilikuwa ina kazi ya kukupa wewe wajibu fulani. Na eneo la pili, ndio na hilo ni kwamba wewe hivyo ulivyo leo, hapo ulipo, hilo vonavonisikiliza wewe, ni matokeo ya mtu ambaye umetaka kumwiga kwa kujua au kwa kutokujua kujua Ulipo wewe ni mwoga, ni matokeo ya mtu ambaye umetaka kumwiga kwa kujua au kutokujua. Hapo ulipo leo, huwezi kujieleza, ni matokeo ya mtu ambaye umetaka kumwiga. Na nikuhakishie mtu yoyote unayemsikiliza mara nyingi yote, mara mtu yoyote unayemwangalia mara mbili na tatu, yule mtu huwa unataka kuanza kufanana naye, na njia ya kufanana naye ni simple kuliko unavyodhani. Njia ya kufanana naye ni kumsikiliza u Okay, anaelezea ukitaka kuwa na maisha haya, fanya jambo moja, mbili, tatu. Wewe piga hatua, nenda akafanya ile. Sasa kiburi tulicho nacho au walicho nacho wengi wa watu wakiwemo hata Wakristo wengi ni kwamba yeye akishasikiliza amesikiliza, mahubiri injili imehubiriwa huku na huku, imehubiriwa injili, yeye yale mahubiri yote hayaendi kubadili chochote kwenye maisha yake. Kwa hiyo nisomee kwanza maandiko hapa machache. Eh, kabla siendelea mbele, kinyanganyiko kinyesha kitu kama hiki. Ibrania 13 mstari Ibrania 13 mstari wa 7. Maandiko yanasema "Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiongoza, wakiwaambia neno la Mungu, tena kwa kuuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao." Igeni imani yao. Igeni imani yao. Yaani uchunguzeni mwisho mwenendo wao, lakini baada ya hapo, igeni imani yao, igeni yale wanayoishi, igeni vipaumbele vyao, igeni mambo ambayo wao waliyaweka yawe ni msingi. Imani ni matendo. Yakobo anasema imani pasipo matendo imekufa, imekufa ndani ya mtu. Kwa hiyo maana yake, ukiambia, igeni imani yao, igeni matendo yao, igeni vipaumbele, yaani iga, iga. Sikia nikwambie, nimekwambia vii asilimia kubwa ya watu waliokoka hawana hatua kubwa katika Mungu na hawatakuwa na hatua kubwa katika Mungu kwa sababu wameepuka njia ya Biblia ya kuiga, na wamekuwa na kiburi cha kuamini wao wanaweza wakaanza njia. Wewe imani meshaambiwa igeni imani yao, ndio njia ya Biblia, igeni imani yao. Watu wakiwa wakikuona, wao wanakuona wewe ni blueprint, ni kopi ya mtu fulani, maisha yako vipaumbele vyako, uongeaji wako, mambo liwaweka mbele, au anaona wewe ni blueprint ya maisha ya mtu fulani, wewe ni copy ya maisha ya mtu fulani. Kuna mtu amekufundisha imani, umemwelewa, umempenda, umejenyekeza chini yake, umekuwa mwanafunzi wake, unaiga imani yake. Watu hata wakikuona wao wanasema wewe ni mwanafunzi wa fulani, wewe ni mwanafunzi wa fulani. Tukiona vipaumbele vyako tukiona maisha yako tukiona vitu vilivyoweka mbele wewe vinafanana na ya fulani. Sikia nikwambie, kwenye Biblia wanafunzi wa Yohana au wa Yesu walikuwa wanajulikana kwa sababu vipaumbele vya Yesu vilikuwa ni vipaumbele vya wanafunzi wa Yesu, vipaumbele vya Yohana vilikuwa ni vipaumbele vya wanafunzi wa Yohana. Unasikia kwamba Yesu alipokuwa kumkamata e, badiliko lile kwa wanafunzi ambao lilipelekea wafanane hadi na Yesu mwenyewe ili lazimika wambusu Yesu lakini leo hii unaona kwenye imani watu wanatofautiana kabisa kabisa. Haya, tufanye sura, tunatofautiana kabla hatujafanana sura. Tufanane vipaumbele, tufanane kitu ambacho nataka kitokee. Naongea nini? Wengi wa watu hamna hatua kubwa kwenye kopi, kwa sababu wewe kukopi vitu vya aliyefanikiwa kukopi vitu vya kiongozi wa imani na kuvichukua viwe maisha yako wewe kwako sio sio kipambelani, wewe ni ni lazima utengeneze vyakwako, ucreate ukrieti vyakwako, uanzishe vyakwako. Wakati kimsingi ukiwa kuna njia imefyekwa, pita kwenye hiyo njia, nenda nenda unakotaka kwenda. Usilazimishe kufyeka njia yako peke yako, utasumbuka utatumia nguvu kubwa, utatumia muda mrefu. Na kanuni ya maandiko na kanuni ya Biblia au kanuni ya, ya, ya imani ni kuiga usipoiga ukataka kwa kwa imani yao e. Toka hapo niende mstari wa ngapi? Wa kumi na saba: watiini wenye e, kuongoza na kuenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu kama watu watakaotoa hesabu, ili ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua maana isingewafaa isi, isi nini. Niulize swali hili hivi: kweli mtu anayekuongoza wewe akienda kutoa hesabu kwa ajili yako atatoa hesabu kwa furaha? Unafikiri nini kinaweza kapelekea atoe hesabu kwa furaha? Ni lazima uwe na maisha ambayo, kwa maisha hayo unayoishi, huyo anayekuongoza atakuwa naona kwa, kwa kweli mtu huyu ni miongoni mwa watu ambao anafuata yale yanayofundisha wa moyo wote wa moyo wa dhati anayafuata, anataka, anataka awe hivyo. Ameshindwa ndio, yatashindikana ndio, lakini anatafuta awe hivyo. Na jambo la msingi hapa ni wewe tu kutafuta kujua kwamba unajienyekesha kwa nani, huyo unayetaka kumuiga kumwiga nao unayetaka kumfuata ni nani, ana maisha gani, ana hatua gani? Kwa sababu sasa ukisha sema hivi Ma, kwa hiyo nyinyi, mimi sikupangie, umchague mtu, chagua unayetaka wewe, ila unayetaka kufanana naye chagua unayetaka kufanana naye, muige, muige, muige, yani muige, iga step by step. Kama ni mwizi iga huo wizi, iga engo anazopita kuiba, iga. Kama ni nabii wa uongo iga, iga huo unabii wa uongo, iga, iga kunja engo zile zile mlemle anamapita mle, mle pinda mle. Hata kama wewe mwanzoni takunnekna unajifunza, lakini jaribu kukunja na zile engo zile, kunja zile engo zile. E, katika Wakendo wa kwanza kumi na moja mstari wa kwanza asema, Nifuate mimi kama mimi navyomfuata Kristo. Nifuate mimi kama mimi navyomfuata Kristo. Sasa ksoma maeneo mengine nasema, laiti mngechukuliana na, na, na upumbavu wangu huu kidogo, ukiangalia maandiko ya Paulo yana unyenyekevu, ndio lakini, pamoja na hayo ni kwamba wako watu. Wakorintho wa pili kumi na moja mstari wa kwanza laiti mngechukuliana nami katika upumbavu wangu kidogo, naam mchukuliane nami maana nawaonea wivu, wivu wa Mungu, kwa kuwa nalioposea mume mmoja, ili nimletee Kristo bikira safi lakini nachelea kama yule nyoka alivyowadanganya alivyowadanganya hawa alivyomdanganya hawa kwa hila yake, asije akawaribu fikra zenu mkauacha unyofu na usafi wa Kristo. Maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine ambaye sisi hatukumhubiri, au mkipokea roho nyingine msioipokea, au injili nyingine msio, mus, msio ikubali, mnatenda vyema kuvumiliana naye maana nadhani ya kuwa mimi sikupungukiwa na kitu walichonacho mitume walio wakuu. Lakini nijapokuwa mimi ni mtu asiyejua kunena, hii si hali yangu katika elimu, ila katika kila neno tumedhihirishwa kwenu. Sasa ukimsikia hapa Paulo anachochambua kwa Wakorintho, anazungumzia nini? Kwamba chukulianeni na upumbavu wangu, lakini nionacho kwa nyiwe Wakorinto kwa ni kwamba ni kama kuna mtu anaweza akaja kuwazoa, sio muda, kwa sababu nie nashindwa kuchukulia na upumbavu wangu. Na nikujilishe mahali popote, kanisa lolote utakalokaa ambalo hautakuwa unaenda kwenye maisha yule mhubiri ambaye anakuhubiria ilo kanisa, wewe utahama. Kwa nini nasali hapo? Kwa nini wao wanasali kanisa ambalo ueleelewi? Tafuta kanisa ambalo unaelewa vitu asilimia mia moja, nakushauri leo. Kama unanisikizaga mimi, mimi mwenyewe unielewi, acha acha kufuatia mambo, futa weka kule. Tafuta, anza kumfuatia mtu ambaye unajua kabisa huyu unamuelewa. Unamuelewa, unampenda, unataka ufanane naye asilimia mia moja. Yaani, yule ambaye anaza mimi huyu nataka nifanane naye asilimia mia moja, anza kumfuatia huyo. Iga sasa. Kiburi walichonacho warokole wengi ni kile ambacho Paulo anasema chukulia, mimi na upumbavu wangu kidogo. Msome Paulo. Paulo alikuwa anataka watu wote, watu wote kiwezekana wafanane naye. Tusome kwenye Galatia. Hapa tuko kwenye kwenye kwenye kwenye Wakorinto, tusome kwenye Galatia. Paulo, unaona, anataka watu kama ni mashindano ya injili wawe nayo. Sasa inawezekana kweli, hata mwenyewe sijawa na asilimia mia moja za kuonekana ni, ni blueprint ya mtu fulani lakini wajua tu kwamba katika kuishi kwangu mimi mimi natafuta sana kwamba nisiwe na maisha ambayo tunakuwa ni kama vile chokolaa fulani uelewekeleweki huko, hapana. Mimi nataka wewe umesema, mimi kanisa hili nilipenda, nataka niabudu hapa, nataka nifuate mafundisho ya mtu, fanana naye, pambana uende pale, vipaumbele vyake vile vipaumbele vyako, lakini sio haya maisha ambayo unakuwa na sali tu na sali, siku zinaenda wewe, uko tu ni kama una unasubiri siku kanisa lipotee li, li, li, li, li, au watu watawanyike amna wewe, utatawanyika wewe. Mtu akiona kama hivi kabisa, kama hivi, ninapitia changamoto, maana si unakamatwa unaenda polisi unaenda wapi? Eh, kwa kweli kama ni hivyo, wewe ukipenda au unapenda baba yake, imetupasa sio tu kumpenda Kristo, bali pia hata kuteswa kwa ajili yake, kuumizwa kwa ajili yake. Ni kweli, wakati mwingine mwingine kuteswa tukalia sana, kuteswa hata si mwenyewe alilia kwa sauti kuu ok katika wagalatia nne mstari wa kumi na tisa vitoto vyangu ambao kwamba nawaonea utungu tena mpaka kristo aumbike ndani yetu ndani yenu laiti ningekuwa pamoja nanyi sasa na kuigeuza sauti yangu maana naona shaka kwa ajili yenu yaani, paulo, paulo anatamani anasema yani, kama ni kama ni kama ningeng'oa ni macho yangu yawe yenu na yenu yawe kwangu, yani natamani, nina shauku sana ya kwamba eleweni mambo ninavyoelewa mimi hivi, chukulieni mambo ninavyochukulia mimi. Sasa kimsingi ni kwamba kuelewa mambo kwa namna fulani au kuchukulia mambo kwa namna fulani, e, si jambo ambalo ni gumu hivyo kama unavyodhani ni, ni, ni just simple tu yani, ukisema labda elewa njia imani nipita hapa, chukulia mambo hivi, ni vitu simple sana, kwa sababu wote unakaa kanisani unasikiliza mahubiri. Lakini tatizo lilipo, tatizo lilipo ni kwamba asilimia kubwa ya watu nao sali hatuchukulii kama mahubiri ni kitu cha, cha kukupa wewe wajibu. Yaani mahubiri ni kama enjoyment, ni kama kiburudisho, ni kitu tu kinachowekaweka mambo sawa, lakini sio kitu kinachokupa wajibu sio kitu kinachokuadhibisha, sio kitu kinachokupa deni kwamba k kwa mahubiri e, haya natakiwa nianze, nielekee, nitafute niwe na hatua ya aina moja mbili tatu, nitafute kwenda eneo moja mbili tatu, nitafute kuwa eneo moja mbili tatu, nikuagishile kiwa ni mtu aina hiyo. Tafuta mtu ambaye unataka kabisa kwamba nataka kwenda pale, nataka ata kuwa yule shamtafuta, anza kujua Unaanzia wapi? Unapita wapi? Unaenda wapi? Unaenda kuwa nani? Inawezekana ikawa ni miongoni mwa njia nyepesi, yeye kuwa na hatua kubwa, mimi miongoni mwa vitu vidogo tua, zinawezekana zinaonekana kwa sura yote, lakini matokeo ya weka taaluma, ujuzi, usomi, e, na aina yoyote ufahamu, nauweka chini kwanza. Unaanza, ku, kujaa unaanza kujaa ufahamu mwingine, unaanza kujaa maarifa mapya, unaingiza una, una, una, una imani uelewa mpya kwa njia ya kusikia. Ule uelewa kwa kadi ambavyo utakaa nao na kumfanyia kazi, ndivyo ambavyo utakuwa imara zaidi. hmm. Anyway, semeni neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nasi, nikutokia wakati